mimi tunaweza kusameheana yote lakini kosa la mtumishi kuamua tu kutokwenda kazini hiyo mniwe radhi huo ndio utakuwa upungufu wangu hilo mimi siwezi kusamehe ya, yani hilo i'm sorry sisi tuje kazini kila siku tuko hapa saa moja na nusu mpaka saa kumi na moja mshahara mwisho wa mwezi tunapokea wote extra duty tunapokea wote safari anakwenda ila yeye kazini haji wewe mwingine unakuja kazini kila siku afu hela mnapokea wote sawa maana yake nini tunatesa watu. Kwa katibu mkuu, ukianza kumvumilia mtumishi ambaye haendi kazini, maana yake unaowaumiza wala sio watumishi, unawaumiza wananchi ambao wanakosa huduma kwa wakati, kwa sababu tu kuna msukuma mmoja anaitwa Shibuguru kaamua kulala tu nyumbani hata kwenda kazini, na yeye ndio mkurugenzi wa manunuzi. Hebu fikiria, mkurugenzi wa manunuzi aamue kulala nyumbani wiki mbili, hapo hamnunui peni, hamnunui chochote, mahitaji yote ofisini, kazi zitaenda ofisini. Kwa hiyo hivyo vitu, mimi nimeamua kwa dhamana yangu ya utumishi wa umma na uongozi niliopewa mimi, kumvumilia mtu asiyeenda kazini, hapana. Na nyinyi mnaorekodi, pigieni mstari, hapana. Mtu ambaye haendi kazini, hapana. <laughs> Sawa jamani. Eh, na hii na nyinyi, mtakuja kuwa makatibu wakuu wote. Tukisema hapana, mimi nataka niwaambieni, hakutakuwa na tatizo na changamoto ya utoro kazini. Kwanza ni aibu, huyu mtumishi wa umma anakuwaje mtoro kazini? Does it make sense? Ninyi wenzangu mnaonaje? He, mtumishi wa umma anaachaje? Yani hivi kweli wewe, kabisa siku ya kazi unabaki umelala nyumbani kitandani saa mbili na usingizi unakuja saa mbili, saa tatu, saa nne umelala, wenzako kazini. Yani mimi sijui ya, labda vingine mimi niko tofauti, ila mimi siwezi, sishabiki watu kama wanaumwa waje kazini, lakini ninachosema yani kubaki kuto kwenda kazini bila sababu sio sawa.